Jiji la Dodoma limefanya zoezi rasmi la kuwaapisha viongozi wake wapya baada ya Halmashauri ya jiji kukamilisha mchakato wa uchaguzi wa ndani unaotakiwa kisheria. Katika hatua hiyo, wajumbe wa Halmashauri walikutana katika ofisi za Manispaa ya Dodoma na kupiga kura kwa mujibu wa kanuni za Serikali za Mitaa, jambo lililofungua njia ya kutangazwa kwa uongozi mpya wa jiji. Kupitia mchakato huo, mstahiki meya Almon Saimon Chaula alichaguliwa na kuapishwa rasmi sambamba na Bakari Samweli Fundikira aliyeapishwa kuwa naibu meya. Hivyo uongozi wa jiji la Dodoma sasa umehakikishwa kisheria na washindi hao ndio waliokabidhiwa madaraka ya kuongoza halmashauri kwa mujibu wa utaratibu unaotambulika na serikali. Ninawapongeza wajumbe wote wa mkutano huu ambao ni wajumbe halali ambao mmeweza kushiriki piga kura za ndio ama hapana kwa nafasi ya mstahiki wa meya wa jiji la Dodoma pamoja na naibu meya wa jiji la Dodoma, ninaomba kuwatangazia matokeo kama ifuatavyo. Kwenye nafasi ya naibu meya, jumla ya wapiga kura au jumla ya idadi ya kura zilizopigwa ni 55, kati ya kura 57. Wajumbe wawili hawakupiga kura kura za ndio kati ya kura 55 zilizopigwa ni kura 55 zote, hivyo ninatangaza rasmi kuwa Mheshimiwa Bakari Samweli Fundikira ameshinda uchaguzi na amekuwa naibu meya. Hongera sana mheshimiwa. Kwa nafasi ya mstahiki meya, idadi ya kura zilizopigwa, hamsini na saba. Kura zilizopigwa ni 57, hivyo hakuna kura yoyote ambayo haikupigwa na kati ya kura 57 zilizopigwa kura zote 57 ni za kura za ndio. Kwa matokeo hayo, ninaomba kutangaza rasmi mheshimiwa Almon Saimon Chaula kuwa mstahiki wa jiji

Sasa ni rasmi kuvaa majoho yetu. Asante mheshimiwa mwenyekiti, asante sana. Ah, kwanza naomba niwashukuru sana sana sana madiwani wenzangu kwa kunithibitisha uwa mstahiki meya wa jiji la Dodoma. Kiukweli haikuwa rahisi, hata kama tumekaa na chama kimoja wote tumeshinda, lakini pressure ilikuwa juu, hasa ukimwona kaka yangu shekimweli hapa, unaangalia watu wa serikali sasa. Lakini nawashukuru sana sana. Kwa jina naitwa Musa Elias Mkunda ambaye ni diwani wa kata ya Kilimani. Tumempata kijana ambaye ana ali anajua changamoto za kutosha kwenye kata zisizopungua arobaini na moja. Zipo changamoto nyingi ambazo ameziainisha, lakini tunaamini kwenye zile changamoto ambazo ameziainisha zinatosha kabisa, zikienda kufanyiwa kazi vilivyo, basi kata zetu zitakuwa ni kata mojawapo za kuona kwamba msimu huu au kipindi hichi ni cha kipekee sana kwa majina, anaitwa Pearson Sudi Chota diwani wa kata kikuyu kusini. Cha kwanza ni vijana, alafu cha pili ni madiwani ambao tulikuwa tunaimani nao tuna, wanaishi zile changamoto ambazo sisi pia tunazipitia na wao wanazipitia, kwa hiyo shida zetu na za kwao zinafanana. Kwa hiyo hatupasi kuwatuma, ila ni kuwakumbusha tu, kwa sababu changamoto zao ndo za kwetu kwao tuna imani kabisa na uchaguzi huu. Kwa hawa vijana tuliwapata, ambao kwa Meya na Naibu Meya, wataenda kututendea haki kwenye kata zetu zote 41 za jimbo la Dodoma mjini.